Viongozi wakuu wa kisiasa katika eneo la Jomvu wakiongozwa na mbunge Badi Twalib na mshauri wa rais Karisa Nzai wamehimiza ushirikiano kwa minajili ya maendeleo ya wananchi. Akizungumza katika fainali za michuano ya Paul Wanyama Volleyball Tournament, Badi amesema hakuna vita vya kisiasa kati yake na Karisa Nzai. Aidha, amempongeza rais Lamruto kwa kumteua Nzai katika wadhifa alionao serikalini. Nataka kuchukua fursa hii nikiwa mjumbe kumshukuru na kumpongeza Rais William Samoei Ruto kwa kuweza kutuchagulia kijana wetu Karisa Nzai kukaa katika ofisi. Mpigieni makofi Mheshimiwa William Ruto, na tutashirikiana. Nasema kuwa leo Jomvu imebadilika, infrastructure inafanyika hapa Jomvu. Samana na William Ruto, dual carriageway ya Mombasa Marekani. Mheshimiwa Rais, leo kuna ile dual carriageway ya Dongokundu. Ukitaka kwenda zako leo, enda airport, uenda port, na watoka changama, maajabu Kenya. Navy walioko hapa hawatakwenda na Likoni Ferry, Kenya Navy watakwenda na Dongokundu. Zaidi ya yote yanataka tushikane pamoja. Hakuna vita vya kisiasa hapa leo, muntu ona Karisa huku pale, mimi niko hapa na mimi. Hii ngoma lianza kitambo, nliianza mwaka elfu mbili na saba nikiwa diwani hapa. Mwaka elfu mbili kumi na tatu nikawa mbunge. Mwaka elfu mbili kumi na saba nikawa mbunge mwaka elfu mbili ishirini na mbili mkanichagua tena, ili Karisa asiweze kukosa nafasi ya ushauri wa rais. Mimi mna hakika ishirini na saba munanichagua tena filangege kama mugo wuakimunga mkono. Na mshauri wa rais Karisa Nzai akisema huu ni wakati wa kuwatendea wananchi maendeleo, jambo ambalo limewafanya wili hao kuja pamoja. Pia nataka nishukuru zaidi kwa ajili ya mheshimiwa Badi Twalib Badi ambaye amekuja hapa kama yeye ni mjumbe wetu. Unajua, wanasiasa wengine nafikiri walikuwa wanaanza kuoshwa na matumbo. Kwa nini Badi amekuja hapa? Karisa Nzai yako hapa sasa, walikuwa wanataka Badi awe wapi? Na saa hii ni wakati wa kufanya maendeleo, saa hii ni wakati wa kushirikiana na kisha zaidi ya hiyo yote kama ni mambo ya siasa itakuja 2027, huko lakini kwa sasa Badi ndio mjumbe yeye, ndio ako na pesa na ndio sababu amekuja, ametuletea mazawadi hasa mimi na, mimi na polo wanyama. Hata simataka tukileta fujo, sasa hii ma, maneno itatoka wapi? Wakati huo Badi amemtaka naibu katibu wa volleyball kaunti ya Mombasa Ali Gedi Dida kuhakikisha eneo bunge la Jomvu linapata michuano yake ya volleyball huku wakisema eneo bunge hilo litatoa makocha kumi, watano wanaume na watano wanawake. Leo nimefurahi kwa vile timu zimekuja hapa. Wanyama wamesema timu zetu hazina exposure, kwa hivyo hivi sasa nadhani exposure ishafanyika. Nataka bwana Dida na viongozi wenzenu wote wengine, tournamenti inayokuja kiwali iwe ni ya Jomvu constituency timu zetu zionekane hapa ndani ya Jomvu. Alafu jambo la pili nasema nikiwa mjumbe katika yule mpango wenu ambao mko nao wa kutrain na refari na coaches, mimi nachukua nafasi, ofisi yetu itasimamia coaches na refari kumi nawake tano, wanaume, tutawalipia free of charge, waende wafundisho. Hiyo mambo Ali Vincent, Benvin TV.